Tukaenda katika injili ambayo itatoka kwenye injili ya Yohane sura ya pili aya ya kumi na tatu mpaka ishirini na mbili tunakutana na Yesu akiwa pale, pale Yerusalemu na akiwa pale anakuta kwamba watu wa kipindi kile wamegeuza hekalu la Mungu kuwa sehemu ya kufanyia biashara hapo Yesu anafunua na anatupa pia fundisho jipya kwamba yeye ndiye hekalu lenyewe na mwili wake ndio hekalu lenyewe nasi kwa kupitia ubatizo tunakuwa washiriki wa ule mwili wa Kristo na hivyo tunakuwa hekalu hai la Mungu, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, kama tulivyona kwenye somo la pili kwamba sisi ni hekalu la Mungu, pale ambapo tunaonyesha ule uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Lakini mara nyingi kwa udhaifu wetu wa kibinadamu tunalinajisi hili hekalu la Mungu kwa njia mbalimbali, kwa mfano dhambi zile za kimwili, uasherati, dhambi za uzinzi Ulevi, ulafi, matumizi ya madawa ya kulevya na vitu vingine kama hivyo vyote, dhambi za kiroho kama vile chuki, majivuno, mawazo mabaya, ushirikina, nguvu za giza na dhambi nyingine kama hizo zote, ambazo tunazifanya binafsi, zinalinaji lijis lile hekalu la Mungu. Lakini pia kuna zile dhambi ambazo tunazifanya kama jumuiya: majungu, migawanyiko na kutokuwajali wengine, hizi zote ni dhambi ambazo zinalinajisi lile hekalu la Mungu.